Na ikiwa leo ni siku ya chakula duniani, tutazungumza kuhusiana na hasa upotevu wa chakula kwa hapa Tanzania. Na leo ni siku ya chakula duniani ambayo huadhimishwa kila Oktoba 16, na ikiwa ni kumbukumbu ya kuanzishwa kwa shirika la chakula na kilimo duniani FAO, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa inaeleza tuungane pamoja katika kupata chakula bora kwa maisha ya baadaye, na lengo hasa ni kuhamasisha jamii kuhusiana na umuhimu wa chakula bora, kupunguza pia upotevu wa chakula ambao unaelezwa uh, unatokea katika mnyororo um, ule wa thamani wa kusafirisha uh, kuchakata na mpaka chakula uh, kufika mezani, lakini kuimarisha pia mifumo endelevu ya uzalishaji pamoja na matumizi. Na katika kuizungumzia hili tutaungana hapa na wataalam katika masuala haya. Hapa studioni tunaye Masunga Paul Maganga ambaye ni mtaalamu wa udhibiti wa uh, upotevu wa chakula. Karibu sana Masunga. Asante sana. na mtandao, kwa njia ya mtandao pale ambapo watakuwa tayari, tutaungana na mhadhiri pamoja na afisa masoko, lakini kwanza tuanzie hapa uh, studio kwako, uh, Masunga yeah. katika siku hii uh, kwa nini hasa imekuwa ni, ni jambo la muhimu kuzungumza kuhusiana na masuala ya upotevu wa chakula? okay. Uh, kwenye siku hii imekuwa siku ya muhimu kuzungumza kuhusu udhibiti wa upotevu wa masuala ya chakula kwa sababu udhibiti wa upotevu wa chakula ni mojawapo ya njia ambayo inatumika kuzuia au kupambana na swala la njaa. Kwa hiyo udhibiti wa masuala ya chakula unarahisisha maisha, kwa sababu unapunguza jambo la njaa kwa watumiaji wa chakula. Sasa uh, upotevu wa chakula labda nianze na kusema nini, kitu gani hasa mm. Upotevu wa chakula ni kupungua kwa kiwango au kwa ubora au thamani ya chakula mm. baada ya kuvunwa, kabla ya kufika kwa, kwa mtumiaji wa mwisho. Ina inamaana chakula baada ya kuvuna lile zao la kilimo likishavunwa kabla halijafika kwa mtumiaji wa mwisho huwa lina tabia ya kupotea kutokana sababu mbalimbali. Yule uh, mkulima anaweza akawa ni chanzo mojawapo cha kufanya zao Uh, ikapotea lakini pia namna ya kuvuna lakini pia hata namna ya usafirishaji wa yale mazao inaweza ya kapelekea upotevu wa, wa mazao ya chakula. Hata pia uh, swala la sokoni pia kunaweza ukapelekea upotevu wa masuala ya chakula. Kwa hiyo udhibiti uh, wa masuala ya upotevu wa chakula ina umuhimu kwa sababu inatusaidia uh, kuepukana na njaa hapa nchini ndio mm-hmm. Naam, na ni katika hatua gani ambayo zaidi uh, changamoto inaonekana ipo katika chakula kupotea? Okay. k uh, hii changamoto ipo kwenye hatua mbalimbali kwenye mnyororo wa thamani ya chakula hmm, kuanzia baada ya mavuno papale shambani, mkulima anapovuna mazao yake kwa njia ambayo isiyo sahihi inasababisha upotevu uh, wa wazao la chakula. Nikisema njia sio sahihi inamaanisha kwamba matumizi ya vifaa duni vya uvunaji wa mazao ya chakula mm -hmm. ambao unasababisha mazao ya chakula kuharibika. Unakuta mkulima anakata mazao ya chakula na kusababisha upungufu wa kiwango au upungufu wa ubora wa mazao ya chakula. Lakini pia vile vile a, mkulima kwa gunia moja inaweza ikapotea au nusu, ni asilimia inaweza ikafika hata asilimia ishirini zikapotea asilimia. Nitatoa baadaye takwimu, tutaona kwamba ni asilimia, yeah. asilimia, asilimia. Kwa asilimia ngapi ya chakula ambacho kinapotea? Katika baadhi ya nchi kwa mfano hapa Tanzania, hadi asilimia arobaini ya chakula hupotea kabla ya kufika kwa mtumiaji wa mwisho. Kwaanza kwa ni asilimia nyingi sana chakula ambacho kinapotea mm, kabla ya mtumiaji hajakifika ha -ha, chakula mm, ndio mm. Kwa hiyo uh, kule shambani mkulima pia anza ni chanzo, lakini pia hata kwenye usafirishaji, usafirishaji wa mazao ya chakula unahitaji umakini sana, kwa sababu unaposafirisha chakula bila kuzingatia Uh, unaweza ukasababisha pia upotevu kwa namna gani? Kwa mfano baadhi ya vyakula kama matunda na mbogamboga zinahitaji hali ya ubaridi ili viweze kusafirishwa kwa muda mrefu kwa, kwa, umbali mrefu. Kwa hiyo unakuta mkulima hajui swala hilo, asafirisha mbogamboga na matunda wakati wa jua kali labda au mchana, ambapo sasa mpaka kufika sokoni ile mbogamboga tayari imeshanyauka kwa sababu ile jua limepiga mbogamboga, imepoteza maji kwa hiyo unakuta njia za usafirishaji pia ni muhimu sana, lakini pia vilevile miundombinu, miundombinu duni pia inapelekea uh, upotevu wa chakula wakati wa usafirishaji. Uh, barabara zikiwa duni, ina maana lile gari la chakula linakuwa chakula, uh, chakula kinakuwa kinabondwabondwa mle ndani ya gari, kunasababisha uharibifu au uh, upotevu wa chakula kabla kufika kwa mtumiaji wa mwisho, vilevile hata ikifika sokoni. Sokoni pia nakuta vyakula vinakuwa bi vinarundikana kiasi kwamba inapelekea sasa, inapelekea vyakula kuharibika mm. Uh, lakini pia jambo jingine, hata wakati wa mkulima, wakati anakusanya yale mazao, akiwa anakusanya vibaya yale, yale mazao inapelekea pia upotevu wa chakula uh, vilevile vile katika suala la uhifadhi, mkulima baada ya kuvuna mazao yake akayahifadhi, uh, uhifadhi usiozingatia mm, zile kuni za uhifadhi bola wa mazao ya chakula pia inapelekea upotevu wa mazao ya chakula. Kwa mfano nikisema uhifadhi wa chakula, azungumzia mazingira ya kuhifadhi yanatakiwa yaweje. Yaweji, mfano mazingira chakula yanatakiwa yawe na hewa nzuri, nazuia vijidudu kuota kwenye sehemu ya kuhifadhi chakula. Lakini pia mazao ya chakula, wakulima wa wengi wanafanya wanalundika pamoja pamoja. Vile kulundika inasababisha joto kujitengeneza kwenye mazao ya chakula hasa lile joto. Lile joto likitokea linapelekea uh, uotaji wa wadudu na fangasi kwenye chakula, inapelekea pia chakula kuharibika na kupotea. mm -hmm. mm. sawa sawa kabisa. Sasa tuangalie sasa, ulikuwa unagusia hapo kuhusu takwimu, tuangalie mm -hmm. kiwango cha E, chakula ambacho kinapotea kwenye takwimu hizi. Mm, wastani wa upotevu wa chakula kuanzia uvunaji mpaka usambazaji e, na tuangalie kuanzia mwaka 2015 mwaka 2023. Mm, na hii ni ambapo kiwango kimeongezeka kabisa, kabisa. Mm. kutoka asilimia 22.1 mpaka asilimia 23, ndiyo. Okay, wastani wa upotevu wa chakula kuanzia mwaka 2015 mpaka 2023 imeongezeka kwa asilimia hizo kwa sababu mbalimbali mbali. Kwanza uh, ukosefu wa elimu kwa wakulima. Wakulima wengi hawana ufahamu au elimu juu ya uh, njia juu ya njia nzuri za uvunaji wa mazao ya chakula, lakini pia wakulima wengi wanakuwa hawana elimu uh, juu ya utunzaji wa mazao ya chakula kama nilivyosema hapo awali lakini pia kama nilivyosema sababu moja wapo inayopelekea asilimia uh, hii kuongezeka ya upotevu wa chakula ni pia inasababishwa uh, uh, na, na baadhi ya miundombinu za usafirishaji, lakini pia ukosefu wa, uh, wa muunganiko kati ya masoko wa, na wakulima. Kwa mfano ule muda ambao chakula hutoka shambani mpaka kufika sokoni huwa ni muda mrefu sana, muda mwingine inapelekea chakula kinakaa muda mrefu uh, mpaka kufika sokoni tayari kimeshapoteza kile kiwango au pia baadhi ya thamani imepotea, chakula inapelekea pia upotevu wa chakula. Vilevile muunganiko uh, wa soko na watumiaji wa mwisho pia muda mwingine unakuwa duni, kwa hiyo unakuta uh, chakula kinakaa muda mrefu sana kwenye soko na bila kununuliwa na mtumiaji, inasababisha pia chakula kupotea, ndio. Mm-hmm. Katika uh, tafiti zile ambazo tumeziona, inaelezwa pia kuhusiana na masuala ya kiwango Uh, cha upotevu Tanzania uh, kikiwa kinaelezwa hapo kwamba wakulima hupoteza kati ya asilimia kumi na tano hadi arobaini ya mavuno yao, uh, na hii hutokea kila mwaka. Lakini baadhi ya vyakula ambavyo vinaongoza kwa upotevu kama ambavyo vinaonekana hapo, asilimia hamsini ni matunda na Yani matunda na mbogamboga mboga, <laughs> <nusu tunapoteza. laughs> yeah, yani, ni kwa sababu matunda na mboga, mboga vinakuwa na maji mengi mm. sana yeah. kwa hiyo usipohifadhi au usipozingatia namna nzuri ya uh, usafirishaji namna nzuri ya uvunaji mm. namna nzuri ya utunzaji mm. ni rahisi sana kupoteza yale maji na kufanya matunda na mbogamboga kunyauka na kupoteza sasa ule ubora wake wake ambapo no, upotevu wake inaonekana ni asilimia kumi na tano, tano, lakini mpunga Uh, ama paddy rice ambayo ni asilimia kumi nukta saba inaonekana hapo pamoja na mtama kwa asilimia kumi na mbili nukta tano sasa kwenye swala za nafaka kama mahindi na mpunga mm-hmm. uh, upotevu mkubwa unatokea wakati wa utunzaji wakati wa utunzaji wa haya wa hizi nafaka ndio hapo upotevu mkubwa unapotokea kwa mfano wakulima wanapotunza haya mazao kwenye mazingira ya unyevunyevu unyevu, kama nilivyosema mazingira ya unyevunyevu yanasababisha uotaji wa vijidudu mm, ambao ni fangas ambao baadaye wanapelekea uwepo wa sumukuvu ambao ni hatari sana kwa afya ya binadamu, okay. Pia unyevunyevu unyevu katika utunzaji unapelekea uh, utengenezwaji au uzalishwaji wa vijidudu ambao ni pests kwenye vyakula ambao wadudu wale wakishaharibu yale mazao yanakuwa hayafai tena kwa mtumiaji kutumika, yanapotea. Mm, lakini pia vilevile vile, uh, swala la utunzaji wa chakula unazungumzia pia joto la, la utunzaji wa chakula. Unakuta uh, mkulima anaweka mazao yote kwenye chumba kidogo cha cha kuhifadhi chakula, hii inapelekea sasa uh, inapelekea sasa uh, kile chumba cha kuhifadhi chakula kinakosa hewa nzuri, kwa hiyo hewa haizunguki vizuri kwenye chakula mm -hmm. inasababisha chakula kinaharibika, kinaoza mlendani mm -hmm. Yes na pamoja na hiyo kuna orodha pia ya mataifa ama nchi ambazo zinaonekana kuathiriwa ama zikiongoza kwa taka chakula. Diyo. na hapa uh, pamoja na wastani uh, Tanzania <laughs> uh, sindo tunaongoza eh? tunaongoza Tanzania kwa upotevu wa <laughs> <laughs> chakula katika mataifa haya <laughs> eh, eh, wastani wa kiwango cha upotevu ni kilo 152 mm. kwa mtu kwa mwaka, kwa mwaka. Mm -hmm. yani kila mtu anapoteza eh, kilo mia moja hamsini na mbili za chakula, chakula. Mm. kifuatiwa na Rwanda Dio. ambao ni kilo 141 kwa mtu Dio. na hii ni kwa mwaka Dio. Nigeria kilo mia moja kumi na tatu kwa mtu Dio. kwa mwaka Uganda ikiwa ni kilo mia moja na kumi uh, kwa upande wa Mozambique, Madagaskar, Nijar, Burkina Faso na Mali ni kilo tisini na mbili kwa mtu Ndiyo. kwa mwaka ikiwa, Tanzania sasa inaonekana ni moja ya nchi zinazoongoza Afrika kwa kiwango cha takwimu za taka ya chakula hasa, mm. katika ngazi ya kaya eh, eh, kwa mizani hiyo ya kilogramu yani. Maanake sisi sasa tukianza kufanyia kazi eneo la uhifadhi wa chakula eh, tunaweza tukasave eh, karibu asilimia hamsini, kwa mfano kwenye mbogamboga mboga na matunda banapotea, sisi tunavuna Kamisa. Uh, nusu tuna fikiria pia jitihada ambazo zinakuwa zimetumika gharama zile za kuzalisha mm -hmm, na vitu kama hivyo mm -hmm. Uh, lakini tumeona pia kwenye mazao mengine nafaka, uh, kuna kiasi kikubwa sana zaidi ya asilimia kumi kwa kila kwa mfano mahindi, mtama, uwele zinapotea, ndio. Uh, sasa katika teknolojia hizi ambazo zinatumika kwenye uhifadhi wa chakula uh, kwa mfano ndio, baada ya kuvuna, baada Dio, ya kuvuna ni njia yepi bora Tuanze kwanza na mbogamboga na matunda ambayo kiasi kikubwa tunapoteza baada ya kuvuna, mboga mboga na matunda unatakiwa uweke wapi ama uhifadhi wapi ili zisiharibike? Okay, kwenye suala mboga mboga na matunda zenyewe zinahitaji mazingira ya ubaridi ya utunzwaji na mm -hmm. Ya hata yale magari ya usafirishwaji ya matunda mbogamboga yanatakiwa yawe na jokofu mule ndani okay, kwa ajili ya kutunza ule ubaridi. Sasa utofauti na hapo kama hauna kwa sababu ha, uh, tu <laughs> <laughs> kama mpaka itachukua joto. Lakini pia kama inakuwa ni ngumu kuwa na gari ambalo linakuwa na jokofu kwa ndani, basi ni vizuri kusafirisha matunda mboga mboga wakati wa jioni, usiku wakati wa alfajiri sana, ambapo hali ya hewa hakuna jua kali, hakuna joto yeah. Kwa hiyo unakuta usafirishaji ule wa usiku mwingi au alfajiri sana, ambapo hakuna jua, pia inasaidia katika kutunza au kuzuia upotevu wa mboga mboga na matunda. sa, sa, kwenye uhifadhi pia naona wengine wakivuna wanaweka kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kaka kama matenga fulani hivi mm. ambayo yanakuwa na nafasi, kwa hiyo wanayapangilia yeah. Sa sisi tunaweza tukawa tunaweka kwenye viroba mm -hmm. au kwenye ndoo au kitu ambacho yanashindiliana, kwa hiyo unakuta yale ya juu mm. unakuta yako mazima, afu yale ya kule Kini. chini yanameshaharibika tayari yes. Sasa katika uhifadhi wa kwenye mifuko, kwa mfano kuna yeah. baadhi ya mifuko maalumu inatumika kwa ajili ya uhifadhi wa mazao hasa sana nafaka Ma ya mifuko hii inauzuia unyevunyevu kuingia ndani ehe, mifuko ya, ya mifuko ambayo inazuia unyevunyevu kuingia ndani lakini pia uh, utunzaji wa kama ulivyosema kwenye matenga matenga ile nafasi ambayo ziko kwenye matenga ni kwa ajili ya hewa kupita. yeah. ambayo inasaidia mm. pia kupunguza joto kwenye, kwenye matunda na, na, na, na, mazao ya chakula yes. Eh, kwa hiyo mtu anapohifadhi kwenye matenga ni vizuri kwanza asishindilie sana, mm. kwa sababu ukishindilia sana unatengeneza joto mule ndani. mm. Eh, lakini pia ile tenga akisha liwe na nafasi ya kutosha ya hewa kupita na kuzunguka mule ndani, mm. ili kurahisisha kwamba chakula kikae kwa muda mrefu bila kupotea mule ndani. yeah. mm. eh, sasa hiyo ni katika ha, kwenye hatua ya uvunaji vipi? Okay, kusema mazao mengine ya kama vile ya mazao ya nafaka ambazo mm -hmm. tunatumia kwa kiasi kikubwa, mahindi mtama, mpunga yeah. mm -hmm. Sasa kwenye mazao ya nafaka kama yeah. mahindi na mtama na mpunga, mkulima baada ya kuvuna anapaswa anapaswa pia azingatie namna bora za za usafirishaji na namna bora pia ya utunzaji Nimesema zao la kubwa mazao ya nafaka yanakumbwa sana matatizo ya wadudu, ya kubunguliwa na wadudu, na pia tatizo la fangasi kuota. Matatizo haya ya wadudu na fangasi kuota yanasababishwa kwa asilimia ya kubwa sana na aina ya namna na ya utunzwaji. Lakini tukianza kwenye uvunaji, vifaa vya kuvuna Zile nafaka usikate sana, zile nafaka ukata sana maanake unaondoa pia sehemu ya chakula inapotea shambani okay. Kwa hiyo unapokata labda mpunga wako hakikisha, yeah, mpunga mwingi umeuchukua, kwa sababu unapokata mwingi maanake unapotea pia shambani, mwingine unabaki, kwa unakuta kiwango cha, cha mpunga mpaka kufika kwa mtumiaji unapungua, mm -hmm. Lakini pia unapovuna, unapohifadhi mpunga wako kwenye magunia ambao mm -hmm. hayazui ambao hayaruhusu maji kupita wala waruhusu wadudu kuingia kwenye ha, kwenye hayo mazao ya nafaka. Unatakiwa kuyahifadhi kwenye eneo kubwa lenye hewa kubwa, mzunguko mkubwa wa hewa, kama ni gala. Sasa wakulima wengi wanatumia magala haya ambao labda tuseme, yeah. ambao ni magala ambao yanazuia yanakuwa ni la sana kuingia kwa wadudu. Siku hizi kuna magala mengi ya kisasa ambayo ni magala ya chuma chuma ambazo hazipati kutu. Hayo ni magala ambayo yanashauriwa kutumiwa na wakulima, kwa sababu yale magala ya chuma isiyopata kutu hayashambuliwi na wadudu na wala ni vigumu unyevunyevu kupita mule ndani yeah. Lakini maghala ya mbao mm, ni rahisi wadudu kubungua na kuingia ndani na kuharibu nafaka na hapo umetaja wadudu ndio. Kwa muktasari tu tumalize na sababu ambazo zinasababisha upotevu wa chakula uh, ambazo zinatajwa ikiwa ni pamoja na wadudu ambao wanashambulia mazao uh, lakini uhifadhi duni, miundombinu mibovu ya usafirishaji mm, ukosefu wa teknolojia pamoja na tabia za walaji na Mdia. Kwa sasa Masunga uh, tuujaribu kuungana pia na mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kutoka kule SUA, Dr. Yasinta Nzogela, habari za hapo na karibu sana dokta. Asante sana studio, habari ya asubuhi. nam salama kabisa. Tunaye pia Tulibako Minga ambaye ni afisa masoko mkuu kutoka Kopra. Habari za Tanga uh, Tulibako na karibu pia. Asante sana naam, shukrani sana na, na pengine tuanze kwa daktari tu. Kwa muhtasari tumegusia hapa mambo mbalimbali, lakini tutafahamu la, kwa upande wa chuo mekuwa mkifanya tafiti za kutafuta uh, mbinu ambazo zinaweza kutatua changamoto hizi katika upotevu wa chakula. Ni mambo gani hasa ambayo tafiti mnazofanya uh, zimebaini? Asante sana mwawezeshaji kutoka studio ya yeah, sisi kama taasisi ya utafiti ambao tuna dhamana ya kufanya tafiti kwenye mnyororo wa thamani wa mazao uh, mazao ya bustani ambayo ni horticultural crops, lakini pia mazao ya jamii za nafaka, tafiti mbalimbali zimefanyika na upotevu unaonyesha kutokea eh, kwenye mnyororo wote wa thamani, kwanzia kabla ya kuvuna shambani lakini wakati wa kuvuna, wakati wa usafirishaji na wakati wa uhifadhi na mpaka kwenye sahani ya mlaji. Na madhara hayo au e, upotevu huo unasababishwa na vitu mbalimbali mbali, kama ambavyo e, wenzangu hapo studio mmeshaviongelea kidogo, lakini sisi kama watafiti tunaenda ndani zaidi kuangalia mambo mengi yanayohusiana na mbinu za uzalishaji kwa mfano Uh, kuna mazao ambayo, kwa mfano, haya mazao ya mbogamboga za bustani na matunda, uh, wakati fulani wa ukuaji wake, inapofika hatua fulani, kwa mfano hat, inapoelekea hatua ya uvunaji au eh, inapowekwa na maua na matunda, kuna virutubishi ambavyo vinatakiwa kuzingatiwa ili kuweza kusaidia baadaye, wakati wa uvunaji na usafirishaji au hatua nyingine za mbele ziweze kuwa thabiti na kupunguza upotevu wa haya mazao. Kwa mfano, matumizi ya virutubishi ambavyo ni vyanzo vya nitrogen ambavyo kazi yake sana ni kuupa mmea afya lakini kuufanya uwe na majani mengi na kuweza kufyonza miale ya jua kwa ajili ya kutengeneza chakula cha mmea. E, madini haya ya nitrogen hayatakiwi sana unapoelekea kwenye ukomavu wa matunda, kwa mfano nyanya. Unapokuwa na zao la nyanya shambani inapokaribia hatua ya uvunaji, hutakiwi kuweka nitrogen kwa wingi kwa sababu itafanya yale matunda yanakuwa na maji mengi, yanakuwa teketeke. Lakini matokeo yake, yakishakuwa na maji mengi na teketeke, yanabadili eh, ile fizioloji ya lile tunda na lile tunda linakuwa liko eh, hatarini kushambuliwa na wadudu kwa urahisi, kwa sababu ganda lake ni teketeke na lina maji mengi, lakini pia linakuwa hatarini kuwavutia wadudu wanaosababisha kuoza. Na kama tunavyoelewa kwenye usafirishaji wetu, nyororo wetu wa usafirishaji bado sio thabiti eh. Unakuta kuna ku, eh, yale matunda kuchubuka chubuka sana, michubuko, lakini hata vile vifaa tunavyosafirishia E, ukija kwenye upande huu wa hizi mboga mboga na matunda, vinakuwa havikidhi viwango, vinasababisha kuchubuka au kupondeka pondeka kwa e, mazao hayo. Kwa hiyo katika utafiti wetu hayo mambo tunayaangalia, na ni mambo ambayo kwa hali ya kawaida au kwa mtu wa kawaida hawezi kuyadhania au kwa mkulima wa kawaida hawezi kuyadhania kwa hiyo elimu inatakiwa sana kwa wakulima, kuwaelimisha vitu vidogo vidogo kama hivyo. Wasipovizingatia vinasababisha upotevu mwingi wa mazao wanaposafirisha kutoka shambani kwenda sokoni na hata mpaka kwa mlaji. Mazao haya bustani, ya bustani yanaonyesha upotevu mkubwa sana kuanzia asilimia arobaini mpaka sabini inapotea kuanzia kwenye kulima, kuvuna mpaka shambani. Kwa hiyo sisi kama watafiti tumefanya utafiti katika mnyororo huo na um, kati ya vitu ambavyo vinasababisha sana kupotea ni pia wadudu e, bakteria fangasi. E, wapo wa jamii mbalimbali ambao wanachangia upotevu. Kwa mfano tunaweza kuongelea sumukuvu. Sumukuvu inasababishwa na e, fangasi ambao wanaanzia mara nyingi shambani. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali mbali ambazo mkulima anatakiwa kuzifuata anapokuwa anazalisha, aidha kama ni mahindi au ni karanga ili aweze kuzuia ile sukuku isiweze kuingia kwenye e, mazao yake, lakini pia watafiti tumefanya tafiti nyingi kuja na mbegu ambazo zinaweza kuwa na ukinzani kwa wadudu hao, kiasi kwamba hata kama wadudu hao wapo hawataweza kuziathiri kuzi, kuzi, kuzi, kuzi, kuzi, mbegu hizo kwa sababu zinakuwa na uo ukinzani wa kuathiriwa okay. Na hao wadudu hayo ni matokeo mazuri kama hizo mbegu E, zikiweza kuzalishwa na zikaweza kupelekwa kwa wakulima, inakuwa ni suluhisho la kudumu, lakini pia ambalo ni rahisi kwa wakulima kuweza kulifuata. Asante sana. Haya, sawa sawa, e, tumesikia hapo, lakini kwa upande wenu Kopra, um, uh, ni mbinu zipi ambazo mngependa kuzitoa kwa wakulima sasa, e, hasa wakulima wa mboga mboga na matunda ambao wanapoteza kiwango kikubwa lakini pia uh, kwa upande wa mazao ya nafaka ambacho kuna kiasi kia kikubwa tu cha cha chakula kinapotea katika mnyororo wote wa thamani. Nam, tutarejea kwake pale ambapo mawasiliano yatakawa sawa, na, na pengine tusikie kwa upande wa Kopra kile ambacho wamekuwa wakifanya, ikiwa ni mamlaka ya udhibiti wa nafaka pamoja na mazao mchanganyiko. Lakini kwenu uh, wataalam pia eh, ni mambo gani hasa ambayo mnashauri kwa wakulima uh, ili waweze kupunguza hasa kiwango, kama ambavyo ulitugusia awali, msisitizo mnaweka wapi? wa okay. msisitizo mkubwa wa namna ya kupunguza kiwango cha upotevu wa mazao ya chakula upo zaidi kwa mkulima uh, wakati hasa wakati wa mavuno na wakati wa utunzaji wale mazao wa baada ya kuvuna. Kwa hiyo a, wakati wa mavuno ni wakati wa kuwa makini sana, kwa sababu yale ya mazao mtu huyo ana, mkulima anapoyavuna anapaswa azingatie, abakishi, asipoteze asilimia kubwa ya mazao pale shambani, badala yake a, atumie vifaa ambavyo vyenye ubora ambavyo tumetumika kwa ajili ya, ya mavuno. Vifaa duni vya kuvunia ni chanzo cha kupotevu wa chakula ambayo inasababishwa na mkulima mwenyewe na pia wakulima wengi. Wakulima wanapaswa kuwa na, na, na, na utunzaji mzuri wa yale mazao, kama nilivyosema hapo awali kwamba watunzaji wengi wa mazao wanakuwa na yale magala ya mbao au wanakuwa wanahifadhi kwenye chumba kidogo ambacho kina joto jingi au hakina hewa kabisa k mkulima anahusika kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia kachana mkulima, serikali imefanya juhudi nyingi sana kuhakikisha upotevu uh, huu unapunguzwa kwa asilimia kubwa sana. Serikali imeunda sera nyingi sana za kilimo ambazo zinadhibiti upotevu wa, wa, wa, wa chakula. Lakini pia sera hizi zipo hadi za muda mrefu mpaka elfu mbili na ishirini na tisa, ambazo sera hizi zina lengo la, la kudhibiti upotevu huu wa chakula kwa mkulima, kwa sababu chakula kipotea asilimia nyingi sana inapelekea hata kuwa na afya duni kwa watumiaji. Kwa mwisho wa siku, watumiaji wanakuwa na afya duni. Kwa hiyo serikali imeingilia kati na imefanya jitihada nyingi sana na inatenga ruzuku kwa ajili ya, ya, ya, ya kuhakikisha kwamba mazao mengi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya chakula hayapotei a, a, na kwa sababu mbalimbali mbali. mm -hmm. Haya, sasa tunawashukuru sana. mm -hmm. uh, tulibako tulikuuliza swali kuhusiana na mbinu ambazo KOPRA mamlaka ya udhibiti wa uh, nafaka na mazao mchanganyiko mnafanya na, nini hasa kuhusiana na mbinu hizo ambazo zinaweza zikatumika kupunguza upotevu wa chakula. Kwanza ni uelimishaji, tunaelimisha wakulima ambao tunafanya nao kazi kwa sababu KOPRA ni mamlaka inayosimamia Uh, COPRA ni mamlaka inayosimamia nafaka na mazao mchanganyiko. Hmm. Kwa wakulima wanaoingia wanao katika mifumo, kwa sababu una mifumo ambayo inawasaidia wakulima kuuza bidhaa ambazo wanazivuna wanazi Kwa hiyo hii ni pamoja na kuangalia e, mazao yao waliovuna yasiwe na unyevunyevu, mazao haya kuharibika. Unyevunyevu unaosababisha tunaita kwa Kiingereza moisture content iwe katika kiwango sahihi, ili kuzuia kitu kinachoitwa sumukuzu. Kingine ni masuala ya matakataka ambayo ya yanachanganywa ili kuongeza uzito wa mazao yanayovunwa, lakini ukiingia kwenye mfumo haya matakataka wakulima wa, wa wanaelimishwa na yanapunguzwa au yanaondolewa kabisa ili kupata e, zao ambalo ni bora na linalompa gharama nzuri anapoliuza. Lakini ukiachia hapo, kuna mashine pia zipo ambazo zinatumika kama unaweza um, kuongeza post harvest processes ili kuondoa uh, unyevunyevu, kukausha mazao na kuondoa takataka. Hii inasaidia upotevu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wakulima kujiunga katika mifumo ya kopra ili waweze wakafaidika na hizi huduma. Naam, shukrani sana. Tunawashukuru sana kwa kuungana nasi na tunawatakia heri ya siku ya chakula duniani. Asante. Naam, shukran uh, sana. Nashukuru sana. Tunakamilisha hivi asante sana na tunawatakia heri ya siku ya chakula duniani. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Naam, tunakamilisha hivi.